Si kwa nguvu zetu bali ni juhudi za serikali za kuhakikisha ujuzi utakao upata hapa unaleta manufaa kwa taaluma yetu na kuhakikisha kumbukumbu sahihi zinapatikana pale zinapohitajika. Serikali inatukumbusha wajibu wetu mkubwa wa kutunza siri za taasisi na taifa kwa uadilifu, uzalendo na heshima, kwa kutambua madhara makubwa yanayoweza kutokea endapo siri zitavuja au kutumika kinyume na maadili kitaaluma tanga tumejikita katika kutoa mafunzo na vikao kazi vya kuwajengea uwezo na stadi za kazi na ili kuhakikisha siri za serikali zinahifadhiwa kwa kufuata sera tarafu, kanuni na miongozo iliyopo, lakini pia sisi watunza kumbukumbu kuwa washauri kwa namna bora ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka kwenye maeneo tunaofanyia kazi. Kwa mtazamo huo, kikao kazi na mafunzo haya ni muhimu sana, kwani yanatoa fursa wanataaluma kuongeza ujuzi, kubadilishana uzoefu na kujadili changamoto na suluhisho za kitaaluma, pamoja na mambo mengine. Katika kikao kazi na mafunzo haya TRAMPA kakushirikiana na ofisi ya jio inaratibu so, ina ratibu zoezi la kula kiapo cha uadilifu na utunzaji siri ni kwa washiriki wote. Ukiona serikali ina nguvu kumbukumbu, ujue kumbukumbu zake zimehifadhiwa vizuri ipasavyo. Napenda mtambue kuwa ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu unategemea kuhifadhi wa siri katika kumbukumbu zetu. Kwa hiyo kazi mnaofanya ya kuhifadhi na kusimamia kumbukumbu kumbu ni nguzo ya uwajibikaji, uadilifu na maendeleo ya nchi yetu. Wanakowapongeza sana kwa waaminifu na uzalendo wenu. Mjue kwamba mna mchango mkubwa sana kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inayotulika kwa sasa. Najua mnazo changamoto nyingi, wakati mwingine mnazipitia kwa sababu pia ya mabadiliko ya utandawazi. Tuliona changamoto tulizonazo za utandawazi, uhifadhi wa kumbukumbu katika dunia yenye utandawazi ambayo teknolojia yake sasa imebadilika sana. Kumbukumbu asili inaweza kuwa huna zinachukuliwa kumbukumbu zinaibiwa, lakini wakati mwingine kumbukumbu zinauzwa kwa gharama kubwa. Na nani? Muhifazi, mhifazi mkubwa wa kumbukumbu ni nini? Hapo wenye dhamana kubwa ambayo anapewa na serikali. Kwa hiyo nguvu yenu ya serikali, maendeleo yenu ya serikali yanahitaji sana siri na kumbukumbu mnazozisimamia mwenyewe na kuzitunza ninyi, profesheni wa tofauti sana. Kwa majina, naitwa Devota George Mrope, ni afisa kumbukumbu, mamlaka ya mapato Tanzania. Kwenye chama chetu cha management ya kumbukumbu na nyaraka, mimi ni rais wa chama cha management ya kumbukumbu kumbu na nyaraka Tanzania. Chama hiki ni chama cha kitaaluma, ambapo katika kutekeleza mpango mkakati wa mwaka, tuna kalenda ya mafunzo na kikao kazi ambayo yanafanyika hapa Njombe. Mafunzo haya yameanza jana, siku ya tarehe tisa na yatahitimishwa siku ya tarehe kumi na mbili na mheshimiwa waziri, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Riziwani Jakaya Kikwete. Jukwaa hili ni muhimu sana kwa watunza kumbukumbu na nyaraka Tanzania kwani wanakwenda kwa siku nne kwenda kujengewa uwezo ujuzi maarifa katika eneo la utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka za serikali. Wote tunatambua kwamba bila kumbukumbu hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika. Tunatambua kwamba bila kumbukumbu hakuna utekelezaji wa mpango mkakati wa taasisi wala wa taifa lakini tunafahamu kwamba bila utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka hakuna ukusanyaji wa mapato. Lakini bila utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka hakuna utekelezaji wa, wa mpango wa maendeleo wa miaka mitano, miaka sita, miaka kumi, mfupi na wa muda mrefu. lakini pia sasa hivi tunayo dira ambayo ilizinduliwa mwaka jana, dira ya Taifa ya maendeleo ya ishirini na tano 2050 ambayo dira hiyo imeeleza mipango mikakati ya taifa letu linaenda vipi. Sisi kama watunza kumbukumbu, tunaamini dira ile ni taa, lakini taa ile haitaweza kumulika kama hakuna utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka, kwa sababu kupitia mpango mkakati ule wa miaka ishirini na tano unaenda kuwaleta viongozi katika awamu tofauti ambao watahudumu katika nyakati tofauti kwenye maeneo tofauti. Hivyo basi kumbukumbu zilizokuwa salama sahihi zilizotunzwa vizuri zinasaidia kwenda kufanya rejea ya nani alifanya nini aliishia wapi, na mimi natakiwa niendeleze nini. Nchi inayoendelea inatakiwa kusonga mbele na sio kurudi nyuma. Lakini zaidi tunaenda kuangazia usiri. Usiri, taifa lolote lile linalohitaji li linalo kuendelea na lenye maendeleo lina siri kuna siri kuu ambazo taifa ile limeenda kwenda kuhifadhi, ndio maana hautoweza kuzijua. Kutoweza kuzijua ndio kuna kusababishia taifa ile au nchi ile iweze kuwa salama. Kwa hiyo sisi kupitia hapa tumekusanya watunza kumbukumbu na nyaraka nchi nzima kuwapika, lakini mwisho kualisha kiapo cha utunzaji wa siri za serikali. Tunataka nchi yetu iwe salama nyakati zote Minda. Tunataka mitandao ya kijamii siende kwenda kuathiri utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Watunza kumbukumbu zaidi ya elfu moja na mia tano wako hapa ndani, ambao tunaamini baada ya kutoka hapa, wataenda kwenda kuleta ufanisi na tija kwa maendeleo ya taasisi tunazosimamia na taifa kwa ujumla. Lakini zaidi tunamuunga mkono Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassani, yeye ni mwana TRAMPA namba moja kwenye chama chetu hiki na yeye ni mwanachama, kwa maana kwamba alianzia kada hii ya utunzaji wa kumbukumbu kumbu na nyaraka. Kwa hiyo sasa sisi tuko kumtia moyo, kumuunga mkono, lakini zaidi kumuhakikishia kwamba kupitia sisi kumbukumbu kumbu za nchi hii zitakuwa salama. Asante sana. Kasi ya ukuaji wa teknolojia ni tishio kiasi gani kwenye masuala ya utunzaji wa kumbukumbu na mnachukua hatua? Asante sana, tunatambua nchi inavyokuwa, maendeleo yanavyoendelea na ukuaji wa sayansi na teknolojia unakuwa, uchumi unavyokuwa, na ukuaji wa sayansi na teknolojia pia unakuwa. Kwa hiyo sisi hapa ndio maana tuko hapa, kwa maana kwamba kumweleza huyu mtunza kumbukumbu kwamba teknolojia hii ipo kurahisisha upatikanaji wa taarifa, kurahisisha uwajibikaji, kwa sababu kupitia matumizi ya ofisi mtandao unakuja kugundua kwamba kumbukumbu kumbu ipo wapi, ipo kwa nani, na amefanya maamuzi yapi, yalikuwa sahihi hayako sahihi. Kwa hiyo yule mfanya maamuzi atalazimika kutulia kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, kwa sababu anajua nikifanya maamuzi ambayo sio sahihi itajulikana kwamba ni nani amefanya kwa hiyo basi, kupitia teknolojia hiyo kukua inakuja na mabadiliko mengi na vitu vingi. Kwa hiyo tunamwambia huyu mtunza kumbukumbu kwamba ni kwa wakati gani atambue kwamba hii sio kumbukumbu sahihi, imeathiriwa na teknolojia. Mfano mnaona artificial intelligent. Unakuja kukuta kabisa kwamba ukikumbukumbu ikikosa vitu gani, hiyo sio kumbukumbu sahihi, kwa sababu katika mada ambazo kuna ulazima wa kutoa mada juu ya ukuaji wa sayansi na teknolojia, kwa sababu watu wanatakiwa kuwa na uelewa wa kutambua kumbukumbu. Ni kweli sisi tumesoma darasani, lakini teknolojia inakuwa wakati tunasoma, haya mambo ya kisasa hayapo. Kwa hiyo tuna wataalamu wabobezi kutoka iga taasisi ya, ya mitandao ya kiserikali, kutoka kwa wataalamu wabobezi wa IT ambao wanatueleza kwamba mitandao hii au ukuaji wa teknolojia hii, usiathiri kanuni misingi, taratibu za utunzaji bora wa kumbukumbu -kumbu na nyaraka. Hatuchukulii kama hatari, tunachukulia kama changamoto kwa sababu hakuna hatari yoyote. Sekta ya kumbukumbu -kumbu, kama zilivyokuwa sekta zingine, zinahitaji kwenda na teknolojia. Sasa tunasema, katika kila teknolojia, matumizi ya teknolojia lazima yawe na udhibiti. Kwa hiyo kufuatana na sheria, taratibu na kanuni za masuala ya kumbukumbu -kumbu. Sisi tunatumia teknoloji vizuri sana na kwamba tunadhibiti mifumo yetu yote tunaidhibiti, kwa maana ya kwamba sasa tunafurahia kufanya kazi katika teknolojia. Uhifadhi sasa hivi kwa mfano upo kiteknolojia, eh, matumizi yapo kiteknolojia, hata kubadilishana nyaraka ziko kwenye kiteknolojia. Kwa hiyo hatusemi hatari sisi wenye taaluma ya kumbukumbu -kumbu, hatusemi ni hatari ila ni changamoto ambayo inatuongezea ufanisi katika kazi serikali, si ndio? Yeah. Muhimu, kumbukumbu kumbu ni muhimu sana kuzitunza, kwa sababu kama huna kumbukumbu maana yake kumbu, huna historia, na kama huna historia maana yake utashindwa kufanya maamuzi. Serikali kwa kiango kikubwa sana kazi zake zote so almost asilimia 80 kwenda juu inahitaji kuwa na kumbukumbu ili ifanye maamuzi na maamuzi serikalini, ndiyo ufanisi katika utendaji. Kumbukumbu zina zinatoa zinasimamia haki na stahili za wananchi kwa ujumla, raia. Huna kumbukumbu huwezi -kumbu kusema una kiwanja, huna kumbukumbu huwezi -kumbu kusema kwamba una haki yoyote, stahili yoyote kwenye haki zako za kimsingi za utunzaji wa Uh, vifaa na vitu vingine. Kwa hiyo muhimu sana kumbukumbu serikali, kwa kweli, ili serikali ifanye kazi kwa ufanisi, kumbukumbu ni swala la kipaumbele zaidi. Tengenezwa kwa kufuata sera, sheria, kanuni na miongozo. Changamoto kubwa ni kwamba pale ambapo panatokea aidha mtunzaji au mtumiaji hafuati hizo taratibu, miongozo basi hapo wanaleta changamoto kwa sababu kumbukumbu -kumbu zinatengenezwa kwa makusudi maalum, kwa matumizi maalum. Sasa ukipata uki, uki kumbukumbu hizi, kumbukumbu zikafika mikononi mwa watu ambao hawahusiki na lile swala, ndio changamoto inakuwepo, lakini taratibu zetu zinadhibiti sana. Mimi naitwa Charles Magaya mimi ni mkurugenzi, nilikuwa mkurugenzi wa kumbukumbu wa nyaraka za serikali kumbukumbu na nyaraka ambayo nimestaafu, lakini mimi ndio mwasisi wa hichi chama na pia ni sasa hivi ni associate consultant na ni mwelekezi katika masuala yote ya mafunzo katika utunzaji wa kumbukumbu na nimesimamia masuala ya kumbukumbu kumbu kwa miaka mingi sana wakati mm-hmm, asante sana Jina langu ni Felista Emmanuel Shuli. Ni mkurugenzi wa usimamizi wa maadili kutoka Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na tuko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha na kuwajengea uwezo wa tunza kumbukumbu -kumbu na nyaraka katika taasisi za umma kwa eneo la, kwa eneo la maadili kwa sababu tunafahamu kwamba kumbukumbu, utunzaji wa kumbukumbu ni eneo la kimaadili lakini pia ni la uzalendo kwa sababu linabeba taswira ya nchi na linabeba maono makubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu kwa upande wa maadili, kuwakumbusha taratibu za utendaji katika eneo la maadili, hasa katika usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu kumbu. kwa hiyo mada yangu ambayo nitawawasilisha kwao leo inahusu maadili na wajibu wa mtumishi wa umma katika utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu hawa watumishi wa umma wapo ambao wameajiriwa hivi karibuni, lakini wapo ambao ni wazoefu. Kwa hiyo ni muhimu kuwakumbusha mara kwa mara, kwa sababu eneo wanaolisimamia ni nyeti na ndio linalobeba maswala makubwa katika nchi yetu. Mafunzo ni endelevu, gepu lipo, kwa maana ya maadili ni swala ambalo ni endelevu, kwa mafunzo haya ni endelevu na kila mwaka yamekuwa yakitolewa, na kama tunavyosema kwamba watu wanaajiriwa, watu wanaondoka katika utumishi wa umma. Kwa hiyo tunaendelea kuwajengea uwezo mara kwa mara kadri ambavyo nafasi inapatikana kwao, si tu kwa wakati huu kwamba ni muhimu, ni kwa wakati wote ko tumekuwa tukitoa haya kwa maana ya kupitia chama hiki cha TRAMPA, lakini pia hata waajiri wenyewe katika maeneo yao ya kazi wamekuwa wakitoa mafunzo kwa watu wao kwa ajili ya kuwajengea uwezo katika eneo la utunzaji wa kumbukumbu pamoja na maadili ya utendaji katika utumishi wao, kwa sababu serikali inahudumia umma ambao wanahitaji huduma bora, na hawa watumishi wa kumbukumbu na nyaraka ndio wanaosaidia kuwezesha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi wake. Kwa mfano mwananchi anataka huduma ya ardhi hati yake kumbukumbu kumbu zake mirathi kustaafu. Kwa hiyo hawa ndio ambao tunawategemea katika kuzitoa hizo nyaraka ambazo zimehifadhiwa kwa umahiri na kwa weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo ni lengo kubwa la serikali ni kuhakikisha hawa watumishi wa umma ambao wanatoa huduma kwa wananchi wake wanapatiwa mafunzo na weledi kila wakati inapobidi. Kondaki zetu zipo ni nyingi sana, zikiwemo hizi za utendaji kazi za, za kimaadili, lakini anapokiuka kuna adhabu zake. Inategemea sasa na uzito wa kosa lake, kama kosa ni zito sana zina adhabu, ya, adhabu, ya, adhabu kama tatu, aidha anaweza akafukuzwa kazi, akashushwa cheo na mshahara, au akashushwa cheo. Kwa hiyo anapovujisha siri hiyo ni kosa kubwa sana kwa mujibu wa sheria yetu ya utumishi wa umma na anapofata utaratibu wa kuchukuliwa hatua anaweza akapata moja hapo ya adhabu ambazo nimesha kuzitaja hapo juu. Ni wajibu wetu kama serikali kuwajengea uwezo mara kwa mara kwa sababu tunafahamu mtu anajisahau katika majukumu yake, si tu katika kazi, hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo tunapowakumbusha mara kwa mara tunawasaidia na kwa kuwezesha kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi ambao ndio lengo kuu la serikali ambayo imekuwa na hiyo dhamana kutoka kwa wananchi wake. Inaenda kuwa vizuri sana kwa utendaji wetu wa kazi, hasa katika ofisi yangu mimi. puna katika mafunzo haya ni kuiendesha ofisi yangu kwa uweledi, washajihisha wenzangu ambao hakupata fursa ya kuja kwenye mafunzo haya wakilisha ofisi yangu vizuri. Matatizo mengi tu, ila matatizo yanakuja si kwamba kwa maafisa kumbukumbu tu, matatizo yanakuja ni hata kwa maafisa utumishi. Inaweza kama nani mtaalamu um, mmoja alivyosema pale, kusema kwamba watunza kumbukumbu kumbu, kuna barua ambazo wanaziona. Ile si kwamba changamoto inakuwa ni watunza kumbukumbu kumbu, hapana. Kuna barua nyingine mkiziangalia zinakuwa hazina hata saini na ziko kwenye mitandao ile mjiulize, masuala zinatokana na nini? Kama mtu za kumbukumbu, barua ile inakuwa haijamfikia mtu za kumbukumbu. Barua inaomfikia ni kwamba ishatiwa saini na bosi, ndipo anaifanyia kazi yeye. Lakini barua unazoziona kule kwenye mitandao hazina hata saini, kwa hiyo ni suala je, zinatoka wapi? Kwa mabosi wenyewe, au kwa nani, masekretari au vipi? Naitwa Aidan Wilmot Robert, ni afisa kumbukumbu na nyaraka kutoka mahakama kuu kanda ya Kigoma. Aa, niko hapa mkoani Njombe kwenye mafunzo ya kuongeza weledi wa utunzaji wa nyaraka ambao umeongozwa na kauli mbiu ya kwamba kumbukumbu kumbu sahihi leo ni maamuzi sahihi kesho, ambayo utunzaji wa siri za serikali unasababisha eh, maendeleo makubwa katika nchi yetu. Sasa tunatarajia mambo makubwa mawili, ufanisi wa utendaji kazi kwa watumishi wa kada ya kumbukumbu na nyaraka, na kuhakikisha madini na weledi wanaopata hapa unaenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye utunzaji wa taarifa mbalimbali za serikali. Tumeona kuna taarifa nyingi zina zina kwenye mitandao ya kijamii na serikali taasisi mbalimbali na serikali zimekuwa zikikanusha kwamba ni taarifa kwa ambazo ni za uongo, baadaye zinakuja kuthibitika ni kweli. Tatizo linakuwa ganini? Kuna shida gani kwenye utunzaji wa kumbukumbu? changamoto mnazokuta nazo, vizi, ndio maana chama cha, cha, cha, cha, cha, cha taaluma ya kumbukumbu kumbu na nyaraka inatuita tunakuja hapa ili kuweza kuonyana na kuwekana sawa juu ya utunzaji na umuhimu wa hizi siri ambazo tunashughulika nazo kwenye taasisi zetu. Sasa kwenye changamoto ni mojawapo ya sehemu ya kazi ambayo tunakuja kuelimishwa juu ya wale wanaokosa maadili wanaozitumia vibaya. Sasa kama taarifa za serikali ni sawa sawa na taarifa za siri za mtu binafsi ndani ya familia zinahitaji kutunzwa ili kuiokoa familia sasa, sisi tunaokoa eh, taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu eh, sisi kama washiriki kuhakikisha tunavuna kile tunachokipanda kupitia mafunzo, na mafunzo haya ni muhimu na we, yaende, yawe endelevu, kwa sababu waajiri wanapotuleta huku wanatuongezea waredi mkubwa wa kuhakikisha serikali malengo yake yanakwenda kama yalivyopangwa ili maendeleo yaliyofichwa kwenye dira ya 2025 50 yaendane na utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka.